Katika kuadhimisha Siku ya Madaraka, kampuni ya Coca-Cola imeimarisha kampeni maalum ya Share a Coke yenye lengo la kuleta furaha kwa wasafiri kupitia soda zilizoandikwa majina yao binafsi. Zaidi ya abiria elfu moja wanaosafiri kwa mabasi ya Easy Coach kuelekea maeneo ya Magharibi mwa Kenya na jijini Kampala, Uganda, na abiria wanaopanda ndege za Jambojet kuelekea Mombasa, Ukunda, Malindi na Kisumu watapokea soda mbili za Coca-Cola moja ikiwa imeandikwa jina la abiria anayesafiri na, na ya pili ikiwa na jina la wapendwa wao. Kwa mujibu wa Bwana Paul Oloo, meneja mwandamizi wa mawasiliano wa Coca-Cola katika Afrika Mashariki na Kati, kampeni hii inalenga kugeuza safari za kawaida kuwa nyakati za kumbukumbu zilizojaa tabasamu na mshikamano wa kijamii. Mbali na vituo vya usafiri, kampeni hii inaendelea katika maduka makubwa vyuo vikuu, migahawa, na kwenye mitandao ya kijamii ambako Wakenya wanahimizwa kushiriki picha na video wakitumia alama ya hashtag Share a Coke. Unatazama Anisa TV.